Lakini, lakinine hapana, machacha kmahmbaakaiem tu mzimamzmawatunge wanakufurahia kwenye Kombolela, lakinilni si yako usiku unaruka kidogo. Kuna namna ya watu watu wanakuchukulia ni mtu wa hizo mambo kweli? E, wapo ambao wanachukulia mimi hiyo kazi huwa wanafanya <laughs> lakini si kweli, ni kazi tu, kwa sababu ni character ambayo nimepewa na producer wangu, basi inabidi niitendee ha lkini inakuliaa shida sometimes tu kukutania mtaani e, inanipa shida, lakini kwa sababu unajua mimi ni kazi basi, siwezi nikachukia. Watu huo, mimi kazi nafanya, lakini jamani, mimi iyo kazi sifanyi, ni kazi kwa sababu wangu wameshaniandikia script na ndio karakta yangu niliyoibeba, nina haki ya kuitendea. Si ni moja, ulikuwa umemkalia nani ule u ile trend pia uliona na? nimeiona ndio. Nimeiona. Unaonaje na na mashabiki wengi wameipenda ile scene well. Eh, wameipenda sana na wengi wamenipa hongera kwa, kwa kazi ambayo nilifanya katika ile scene hmm. Katika Kombolela, scene ipi ambayo ilikuwa ngumu sana kwako wewe, lakini ulikomoka ukaiwezi? <sighs> Yani mimi kiukweli jamani kwangu mimi jamani, hakuna siri ambayo ni ngumu. Yaani mimi sijui nikoje, sijui yani mimi, siri yoyote ambayo ninayopewa kwangu haina ugumu, ilimradi ukiwa umeipenda kazi yako na iko kwenye damu, basi unafanya. Unaambiwa msanii, usikubali kushindwa, kubali kushinda. Ndiyo mimi sasa kuna naonekana kuna, kuna, kuna mwema sana, lakini kumbe ndo mtu anayebomoa mazingira sana. Hii ikupi tabu yote kuigiza pande zote mbili? Mimi hainipi tabu, mtu lazima uume huku, unapuliza huku na huku unauma, alafu huku unapuliza. Yani usitaki kuwa kuwa, kuwa, kuwa... sio mwema moja kwa moja hapana. E, kuna kipindi kweli mimi nakuwa mwema, lakini kuna kipindi ukiingia katika, katika nga zangu mimi sie na, na kuburuza kabisa, mm. sini yako ipi ambayo unaipenda sana katika hizi zote ambazo umeigiza? Sini ambayo niliyoipenda sana katika hizi ni ile sini ambayo nilikuwa niko chumbani na mume wangu Mzee Kikala, nikawa namfokea sana kuhusu watoto wake. mm. ndo naipenda sana. E, ndo naipenda. Kuna moja, watoto wake mw. ni makidhuri mm. watoto wake yeye, kila wanachomwambia basi ya, anafuatisha watoto wake. Oye, yeye anafuatisha watoto wake, anashindwa kunisikiliza mimi mkewe. Kwa hiyo mimi ndio i lazima nilikuwa nimjie juu kwa kile ambacho anachokipenda yeye, alikuwa anatakiwa anisikilize mimi, mimi ndio mke, sio watoto pka ukiacha sumu, unajua sana sana usiku na usiku, lazima niruke. Wao wakinipiga mimi mchana, mimi usiku nawamaliza. Nilipenda <laughs> sinema moja, namomba msamaha mume wako, nikasema wanawake wote, nilikuwa naomba msamaha hivyo, ingekuwa noma. Na ile pale nilikuwa naomba msamaha huku huku huku, huko nampuliza, kwa sababu nilikuwa naomba msamaha wakinafiki kwa sababu kweli mimi nilishaibumbulua ile usia wake, nikauchukua nikaenda kuwapa watoto wake. Sasa yeye kitendo kile akawa hajafurahia hmm. Kwa sababu katika ule usia kuna baadhi ya, ya, ya watoto na, na, na mjukuu ambaye amemweka mle, wengine hakuwaweka katika ule usia. Sasa watoto ambao walikuwa kina Mwadawa, kwa sababu wao hawakuwepo katika ule usia, wao wakawa wamekuja juu. Kwa hiyo mwanangu Mzee Kikala akawa kupenda E, na na haki ya kumwomba msamaha kwa sababu nilikuwa najua sasa hapa ndoa yangu ndipo inapoishia, lakini Mwenyezi Mungu ni mwema bwana, mpaka leo bado nipo kwenye ndoa. kitu gani ambacho ungetamani mashabiki wajue ya kombolela kuhusu wewe na hawakijui, pengine labda na kuhukumu na wakichukulia juu kwa juu, mashabiki wa kombolela kitu ambacho asichokijua kwangu? Jamani, mimi sio mchawi, mimi ni mtu mmoja mzuri sana kwanza ni mpole, mkarimu, napenda sana kucheka na watu, napenda kuongea na watu sawa. mm. E. okay. tuami kidogo katika dunia <laughs> hmm. biashara inalipa ile ya kuuza vijana ah, biashara ile inalipa, na ndio maana nimezidi kuchukua vijana wengi, nimezidi kuwajaza katika danguru langu, maanake lile ni danguru pamoja, nimekodisha nyumba nzuri, nimewajaza ma, wavulana maanake lile ni danguru kama madanguro mengine. Kwa hiyo mimi nimekuwa vijana nimejaza pale na biashara nalipa kwa sababu akija mwanamama kumtaka mvulana kwa sababu wako na kenzetu ambao wanahitaji vijana kama wale. Unaambiwa sio lazima mwanamume akutongoze hata mwanamke pia ana uwezo wa kukutongoza wewe. Kwa hiyo unapokuja unanipa pesa yangu na kutolea kijana unaondoka naye wakati pesa yangu ishashika mkononi. Kijana anaenda kufanya shughuli. Eh, kijana anaenda kufanya shughuli. Kwa hiyo Jordan alitokea huko huko. Yeye ulimuelewa? Jordan Jodan, uh, alitokea huko tuseme, kama hakutokea kwa sababu Jordan mimi ndio ogoa, lakini wakati huo sasa sijaanza biashara ile ya vijana. Jordan mimi nilimkuta tu mtaani nikatokea kumpenda, nikamuuliza hisia zangu, basi tulifika, tuko pamoja koso kwa madisha bifet. Kwa sababu mimi yule ni rafiki yangu, nilimwamini nili kwa asilimia kubwa tu, kwa sababu mambo mengi ya biashara nafanya na yeye. Kumbe nimemsifia katika nafsi yake, na yeye anamtamani Eh, basi ikabidi na yeye ndo azunguke mbuyu, ikabidi na yeye sasa apige ndogondogo sasa, kwa sababu ni mwanamume yeah, eh, ni mwanamume yeah, yeah. Alafu bado ni kijana basi huko anataka. Kwa huko, hiyo alikuwa anataka kuvuna huku na huku mm. Lakini mwisho wa siku sasa ni yeye. Binti yenu vahi, mlimpa ushauri lakini anataka kusikia kuto, analia, lazima alie kwa sababu kwanza, sisi vahi ndio tulimpotosha na vahi ndio ilifikia, mwisho wa siku ndio tumemharibia ndoa yake, kwa sababu sisi na wakinamama kweli wa vikoba na vikoba vyote, ni vile vikoba vikubwa ambavyo biashara yetu sisi ni makubwa, tunapeana magari, tunapeana majumba. Lakini sasa ushauri ambao tulikuwa tunampa vahi ule ulikuwa sio, sio ushauri wa kumpa msichana mtu mwenye ndoa yake alafu kumpotosha. Unampa ushauri mzuri ili asip, asip, asip, asip, asip, asip, asipoteke kwenye ndoa yake, lakini sisi mwisho wa siku ilifikia hatua mpaka manyanya, sasa akawa anataka kumsaliti ku, ku, ku mke wake, lakini sasa ilifikia mwisho wa siku zai nani, vai baada ya kumletea yani, hampi mume wake ha, yani hamu, hamuendo, kwa sababu yani hamuendo hana kauli nzuri kwa mume. Basi mwisho wa siku naye manyanya akaamua kutafuta nyumba ndogo ili iweze e, ili iweze kumsaidia e, okay. Sawa so, uwepo uh, wa bistara kwenye dunia umefurahia vibaya sana sana, zaidi ya sana, mm. Kwa sababu baada ya kuniambia bwana, sisi tunamtaka bistar namba, basi mimi nikaapa namba, kwa sababu ni mwenzangu, ikabidi naye aje atoe sapoti huko yeye, mm. Katika dunia, lakini bistara wamempokea vizuri, na bistara sasa, na yeye wamempokea vizuri, mashabiki wa dunia na wamemfurahia kwa kweli Ez yeah. Anapohitajika sehemu nawe kama upo basi unatoa support kwa kwake yeye mm. Eh, eh, malaki kila, kila, kila binadamu Mwenyezi Mungu jinsi alivyomwandikia riziki kwa sababu sina muda ule wa kukaa na kuangalia. Yaani ni siku moja moja sana nikae na kuangalia TV au na kuangalia YouTube yani hivyo lakini Lakin, sina muda huo, sijawahi kuiona na ndio kwanza nakusikia wewe, lakini sijawahi kumfuatilia. Labda sasa nianze kukaa na kuanza kumfuatilia Lakin, eh, kitokea fursa ya kufanya naye kazi unafanya naye kazi eh. Mimi kikubwa ninachojali kwangu mimi ni maslahi ya kwangu mimi, kwa sababu mimi nafanya kazi kwa kutafuta atakapo nihitaji, huyo bwana Crown ni basi, mimi nakwenda tusaini tu mkataba bwana, hivi hivi, moja mbili tatu, mimi nakwenda kufanya kazi eh, sina shida, kwa sababu mimi ni msanii ambaye natafuta kote kote. Huyu mtu akinihitaji, huko naenda kupiga kazi, narudi, huko napiga kazi, narudi, huko napiga kazi, eh, ndugu yangu, nakwenda kufanya